wama ata an yajmaa yajmaa alkutabu min maanaka salla alaika allahu ya alama alhuda al mashtaka mashtaku nila masuaka, nyuso zenu zinayo nuru ya mtume Muhammad na ndimi zenu ameshazisafisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala Subhana ta kwa hiya nayoendelea nayo ndimi zenu tahara. Hivi sasa lolote mtakaloomba hapa mnapewa, kwa sababu mmeshakuwa waswafi. Linalozuia watu kupokewa dua zao ni maasuya. maasi maasi, ndiyo tatizo la dua kutokujibiwa. Yakulu lhaqu tabaraka wa taala, innama yataqabalu llahu min almutaqin Mungu anapokea maombi ya watu wasafi mijienu. Na niye amekutoweni huko kwenye miji yenu, mkaambatana na miye dhaifu wenu, mmekuja hapa mmesafishwa ndimi zenu sasa, mkiomba mtajibiwa. Na kuombeni muombe mambo mawili, mambo haya mawili muyaombe sana hapa tulipo. La kwanza muiombee nchi yetu amani, kwenye huu muda wa uchaguzi na Mungu atawasikilizeni, na uchaguzi utapita salama. Wenye mamlaka hayo kwa sasa, waombe uchaguzi upite salama. Mamlaka hayo amekupeni nyie Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mnaweza hata sasa mkaamua mkamwambia, Mola, tunataka uchaguzi upite salama, wallahi utapita. Hili musiache kuomba. La pili, msiache kuomba ayuhal ikhwa Hizi hija tulizofanya mpaka tukapata kibali cha kuingia peponi kwa kauli ya Mtume Muhammad, alhajju almabruru laisa lahu jazaun illa ljanna. Mmeshapata tiketi yenu ya kuingia peponi tayari. Mwombeni Mwenyezi Mungu sana, tiketi hiyo msinyanganywe. Kuna hatari tiketi hii tukishafika yapoti Dar es Salaam Tukawa hatuna tena hiyo tiketi sasa, tunasubiri kwenda mahala pa ovyo. Na hii ni kwa sababu tutakaporudi Tanzania, hatugeuki kuwa manabii wala pengine kuwa mawalii, tunakwenda kuishi hivi tulivyokuwa tukiishi kabla ya kuja huku, tunakwenda kwenye mazingira yale yale. Aliyekuwa anauza Mwanagwerekwe pale anapunja punja mizani, anakwenda kuwa yule yule. Mwengine alikuwa anaongeza sifuri kama alalama alivyosema anakwenda ofisi ile ile. Wahakadha. Sasa kibali kitafutwa, tumuombe Mungu, na nyie ndio mwenye mamlaka hayo. Mola astufutie kibali cha kuingia peponi kwa huruma ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iwe kilichobaki baina yetu na pepo kiziwizi chetu ni kufa, yaani tukifa tu tunaingia peponi moja kwa moja. Mwaka 2020 kipindi kilikuwa cha uchaguzi kama hiki, lilikuwa maskati pale. Maskati nilikutana na jamaa yangu mmoja anatoka Pemba, Pemba kwenyewe Pujini kule kwa mkamandume ndio anakotokea. Tukasalimiana pale Omani vizuri, na akaniambia, shehe, nataka nipate tiketi upesi niwahi kurudi nyumbani. Nikamuuliza, kuna nini nataka niwahi, kuna uchaguzi, mi nategemewa kwenye kulenga mawe, nategemewa sana kwenye kazi ya kulenga watu mawe. Kwa hiyo nataka nirudi, nikalenge mawe watu. Kanambia mimi maneno hayo. Nikamwambia, jiwe hili unakwenda kumlenga nani? Jiwe unalojiandaa ukalenge watu, huyo mlengwa wa jiwe nani? Anambia unawajua wanaostahili kutiwa mawe, wewe unawajua? Nikamwambia, siwajui Mtume Muhammad sallallahu alayhi alaihi wasallam akasema waziwazi, sibabu lmuslimi fusukun wa kitaluhu kufru, mwislamu mwenzako hapigwi, wacha mbali kuwa hapigwi, hatukanwi, haramu kumtukana mwislamu, wachilia mbali kumpiga. We umekaa maskati hapa nanavyo hapo, akwenda kupiga watu mawe kwa sababu gani? Kwa muktadha huo tubebe zimamu ya amani ya nchi yetu. Sisi mola amejalia kwa kadari yake, tuzaliwe Tanzania. Hatukupanga sisi, hakuna mtu aliyeamua hapa, Mola mie niumbe niwe Mtanzania. Huu ni uchaguzi wa Allah subhanahu wataala, na kusema kweli ni kama vile hatuna pa kwenda, sio? Tumejaliwa tukae Tanzania. hubbul watani min al-iman, kupenda mtu nchi yako ndiyo imani. Kinyume chake, ukionekana huna mapenzi na nchi yako, kwa hakika huna imani, huna imani kabisa. Na mimi nasema ukimuona mtu ni ndugu yako, ni rafiki yako, ni bosi wako, ni jamaa yako, anagombea, anagombea uongozi wote, umshauri ikiwa hicho anachokigombea hatofanikiwa kukipata ila inabidi kuna mwislamu kwanza apigwe kuna mwislamu mwenzie atiwe gerezani, kuna mwislamu mwenzake afe, mshauri wewe mtu asigombee, bora aache ule uongozi utakaopatikana kwa wengine kuvunjiwa heshima zao. Bora usipewe, bora usipewe kabisa. Hebu tuishini kwa haya mapenzi tuliosomeshwa hapa na Sheikh Sharani, mapenzi tulioachiwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Natamani kumsifu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam lakini namsifuje? Unamsifu wapi aliyesifiwa na Mola wake? Wamesema wakubwa wetu, na ninamjua alosema, Imamu li Rafii anasema: wa min asabi lumuri wasfi rajuli lkamili binakaislmakani, miongoni mwa mambo magumu ni kupewa kazi ya kumsifu mtu mkamilifu. Wakati we una unaviji maneno pungufu, yani maneno yako hafifu, halafu umepewa jukumu kumsifu aliyekamilika, utamharibia tu sifa zake. kumsifu mtume inavyotakiwa, hii kazi anaweza mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini tabarrukan iktidaan bil kitabil aziz, nasie tutamsifu, tutamsifu pale tunapopaweza, ayuhal ikhwa ninapotaka mimi kumsifu mtume Muhammad ni kukuambieni kwamba kiongozi anatayarishwa, al-amiru yu'ad, kiongozi anaandaliwa. Kiongozi huwa hazuki tu kama chafya. Unajua chafya inatoka tu bila maandalizi, sio? Lakini kiongozi lazima atayarishwe. Inawezekana kiongozi anatayarishwa mwenyewe anajua, au anatayarishwa akiwa hajui, lakini kiongozi lazima aandaliwe na mtume wetu Muhammad ndo kiongozi wa ulimwengu mzima na vilivyomo alitayarishwa. Na pataka hapa tumesomewa sasa hivi, na mimi nimesikia na nyinyi yote mmesikia namna Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyomtayarisha mtume Muhammad kuja kuiongoza hii dunia. Tumesomewa muda mfupi hapa na hawa mabwana wawili, na wapenda, Mwenyezi Mungu atie peponi bila hisabu, hawa watu wametusomea hafidha ilahu

Hapa Mungu anamtayarisha Mtume Muhammad aliyekuwa kiongozi. Muko viongozi wengi hapa minaona, lakini nadhani kama si, sina hakika kama mlitayarishwa. Kuna wakati tumefika kiongozi anazuka tu kama chafya, anaamua mie kiongozi. Na nitakupeni dalili, zamani wakati wa mabwana waliotulea hafiki mahala kuitwa mtu shehe mpaka ithibiti kasoma, kalelewa, kafahamu. Hizo zamani. Siku hizi mabwana, kwa kuwa hakuna maandalizi ya kiongozi, kila mtu kaamua mwenyewe kuwa shekhe. siku hizi habari ya kuwa shekhe sio mpaka ukasome. Ni wewe kulala na kuamka wasaa, na habari tani, hapa shekhe wenu mie, basi umeamua tu. Ukishatoa haya maamuzi, unakuja pale msikiti wetu Mtoro, kuna kanzu nyingi zinauzwa, unanunua kanzu nzuri unanunua kishali kwa sababu wao anauza kanzu sana. Huyu bwana anakuuzia na kilemba. Halafu unajua wanachuoni pia huwa wanafuga, wanafugafuga videvu na wewe unafuga, unafahamu, na nakidibakora umeamua mwenyewe. Na viongozi kama hawa ambao hawana matayarisho walikotayarishwa ndio fitna ya dunia kwa sasa, na hasa walioamua kuongoza dini bila kibali cha Mungu subhanahu wa ta'ala. Mwangalie Bwana Mtume Muhammad. Oh, hafida ilahu Mwenyezi Mungu alihifadhi, mola mwenyewe alihifadhi. Ame amehifadhi. kwa nini? Karamatan li muhammadin, kwa kuchunga heshima ya mtume Muhammad. Mungu amelinda jambo, kumbe hilo alolilinda siyo haja yake, hilo analinda jambo hilo kwa kuchunga heshima ya mtume Muhammad. amelinda nini? Abaahul amjada, aliwalinda wazee wake watukufu, siyo yeye kwanza Maandalizi yameanza kwa wazee wake, walilindwa na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Limadha saunan liismi, kwa kuchunga jina la mtume lisichafuke. Kiongozi hafai kuwa mchafu. Amewalinda vipi? Taraku sifah, waliwacha uzinifu. Wamehesabiwa mababa wa Mtume Muhammad mbaa jidadihi, takriban 600 hakuna mmoja kati yao aliotuhumiwa na mashaka ya uzinifu. Wote ili kwenye nasabu yake asiweko mtu ana tuhuma ya uzinifu. Kizazi cha Mtume Muhammad, kwa kuwa ni kiongozi wa dunia, kiwe kisafi. Wazee wote hawakupata uzinifu. Taraku sifa lamyusibhu maarun, hawakufikwa na aibu ya uzinifu. Min ladun Adam wa ila abihi wa ummihi, toka mwanzo kwa Adam njoo zako moja kwa moja, njoo mpaka kwa Shaif, njoo kwa Idris, njoo kwa Nuh, mpaka mwenyewe mtume Muhammad. Wazee wake wote hawakupita kwenye mfereji wa uzinzi, alikuwa anaandaliwa kuja kuwa kiongozi. Hapa tulipo, sijui naogopa mabwana walokaa huku wote, mie kiatu chao tu eh. Kama yuko mtu hapa ana uhakika kidogo baina ya wazee wake kulipita nini, yalikwenda mambo sawa au kulilikwa na vatu kidogo mambo yalikuwa meupe au na kiza kilipita, kama unanielewa yani, hakika yako kama huyu ndo baba yako. Unayo hakika ya mtume Muhammad imetolewa na Mungu mwenyewe subhanahu wa ta'ala. Kiongozi anatayarishwa, na asipotayarishwa ndiyo tatizo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuongezee mahaba na mtume Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Sina dhamiri ya kula muda wenu mrefu. Kwa nini mko Mina? Ndio haja yangu kusema, limadha nahnu naqulu, kwa nini tuko Mina hapa? Ukisoma manasik hizi ibada, tumekuja zifanya ibada zote, zinafanywa siku moja inakwisha, na nyingine ni baadhi ya masaa tu inamalizika. Mlipotoka Tanzania pamoja na mimi, mlifanya ibada ya umra, kwa sababu hija yetu inaitwa tamattu, sio nyote? Mmefanya umra Mligarimu usiku ngapi kumaliza umriya, umra io umra mliifanya masiku mangapi bwana? Si siku moja tu. Fantaha almasala. Halafu mmekuja hapa Mina, mmelala usiku mmoja tu. Mmetoka hapa Mina mkenda Arafa wala si siku moja kamwe, mchana mmoja tu. Halafu baadaye tumelala Muzdalifa usiku usiku mmoja tu. Sasa tuko hapa Mina. Takriban siku tano tutakaa hapa. Kwa nini tuko Mina? Mina tumekuja hapa kuanzia kuanzia jana, sio kuanzia leo. Tuko Mina, kesho inaanza ayamu tashriki. Tuko hapa Mina kesho kutwa na siku inaofuata, hayama siku yote tuko Mina hapa. Kwa sababu gani? Ina maana ndio Allah katukusanya tu. Iwe basi tunaikumbuka hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anasema, innama ju'ila tawafu wa sa'yu baina safa wal marwa wal muzdalifata wa mina li ikamati dhikri llahi ta'ala, Mnyezi Mungu ameweka tawafu ameweka msafara wa Safa na Marwa, akaweka kwenda zetu Muzdalifa na Arafa na hapa Mina li ikamati dhikri llahi, ili tumtaje Mungu sana. Naam, ndo basi yaani hapa kila mtu achukue tasbihi amtaje Mungu anndo basi la ndugu Waislamu, tuwekeni mipango ya kuumaliza unyonge wetu. Sisi kwenye dunia tumekuwa wanyonge, na unyonge wetu kwa sababu tumekataa waziwazi kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi sio wanyonge kwenye hii dunia, tungemsikiliza Mtume sisi wanyonge kabisa. Kwa nini tuko hapa? Rudi nyuma kidogo ili nimalize maneno yangu nikae. Jamanini, swala akisali mtu mmoja peke yake nyumbani inaswihi, inakuwa haikuswihi? Namna mnavyojua nyie mahujaji wenzangu, ukiswali nyumbani kwako, kwa chumbani, swalatu dhuhuri, ukatimiza shuruti na arkani, ile swala swahiha au batil? Mbona Allah akasema twende msikitini? Tunakwenda msikitini kutafuta nini? ni kwa nia tu ya kupata daraja 27. Ndio basi haya, kuna siku ya Ijumaa, tunakwenda swali Ijumaa. Ijumaa naam, lazima iswaliwe jamaa. Kwa nini tukutane msikitini Ijumaa? Allah kaona haitoshi, amekuja kutukusanya hapa mimi na tukae siku tano. Kwa nini ndugu Waislamu tuondoe huu unyonge tulio nao? maana yake hapa tulipo ndo alipokusudia Allah, sisi wote hapa tujuane. Tujuane uliyekaa naye ubavu kwa ubavu, hakikisha mnatambuana, umjue jina lake, umjue anakotoka, ikibidi ujue na shughuli anayofanya, wabitali na we umweleze hayo hayo. Sasa mjuane, mimi najua hapa mina kuna wafanyabiashara chungu nzima, mmekuja hapa hija mngeweza kuonana mkakaa kikao chenu, mkaona namna gani mtausaidia Uislamu kwenda mbele. Mko hapa wafanya biashara, lakini kuna madaktari, mko hapa madaktari. Mliyopo hapa mngekaa mkajadili kuhusu afya zetu wa Tanzania, tatizo la afya zetu ni kitu gani, mkapata cha kufanya kuusaidia Uislamu uende mbele kila mmoja ana mchango wa kupeleka hii dini mbele, lakini hatutaki kujuana, ingawa Allah anataka tujuane, ndio maana katukusanya hapa. Hayo kama hayakutoshi, ndugu yangu Muislamu, pengine hapo ulipokaa wewe na mimi najua una kesi mahakamani na inakukabili ngumu ajabu kesi yenyewe. Uliyepangana naye hujaji mwenzako kabisa, mtanzania mwenzako, ni mwanasheria yeye, ni loya ya uko anakotoka Hebu nambieni, mbieli mahujaji, mwenye kesi mahakamani na huyu na sheria, wanahusiana hawahusiani? Watu hawa aliye na kesi mahakamani na wakili mawakili, mko hapa, wanahusiana hawahusiani? si walikuwa wazungumze hawa, wengetafuta njia ya kusaidiana kabla ya kuondoka Mina. Basi huo mfano mgumu, nachukua mfano mwepesi. Yuko mtu kaja kuhiji hapa, biashara yake ni kuuza chipsi chips tunazijua, anauza chips lakini, mwenzake mkono wa kulia hapa ni mkulima wa viazi mbatata Iringa. Yani, wamekutana humu ndani muuza chipsi na mkulima wa viazi, wanahusiana hawahusiani? Hawa walikuwa wazungumze hawa watu wazungumze pamoja, bwana mimi nauza chips Dar es Salaam, yeye yeah, akwambie mimi nalima viazi Iringa, mazungumzo yaende hivyo. Basi nitakuletea viazi mali kauli, halafu utauza, utaniletea pesa twende, wallahi lazimu unyonge utaondoka, umaskini na tabu tulio nayo. Tumegoma kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa nini nasema hayo? Mtume katuambia sisi sote ni mwili mmoja. Hapa tulipo sawa sana kama yuko mtu mmoja hadha lisanu nabiyil karim taralmuminina fi taawaddihim wa taatufihim kamathali aljasadi lwahid. Mtume anaona umma wote huu ni mwili mmoja, ni mtu mmoja. Maana yake nini? Tatizo lako liwe tatizo langu, shida ya mwenzako iwe shida yako, tatizo la shekhe muhidhini liwe tatizo lako. Unyonge wote utaondoka. Tukija hapa hija, tuje kujifunza kumtii mtume Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam, ambaye anataka tuwe wamoja. Tukichakuwa wamoja, tutapendana tutasaidiana, halafu dhiki itaondoka, tunakwenda zetu, tukifa moja kwa moja peponi, kwenda kaa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Acheni kujiona kama kila mtu la kwake linamhusu peke yake, sivyo walivyotuacha mtume, namna kama hiyo. Namuomba Mola mimi, kwa udhaifu nilonao, aipokee hija yetu inshallah Tutoke hapa hatuna aibu, zote tumewacha huku, atutengeneze tabia zetu, tukirudi nyumbani. Tukifika nyumbani, tukakae vizuri na wake zetu na watoto wetu, aweke amani kule kwenye majumba yetu, na tuzidi kuiombea nchi yetu, si uchaguzi huu tu, daima Tanzania ibaki kuitwa kisiwa cha amani.